Kitabu cha injili ya Mathayo sura ya 21 na ya 22. Karibuni sana wapendwa, katika kipindi chetu kizuri cha usomaji wa Biblia kwa njia ya sauti, watu wa Mungu na kukaribisha mahala popote ulipo uweze kuungana na sisi ambapo pia unaweza ukaungana nasi kwa njia ya YouTube pamoja na Facebook katika chaneli yetu inayojulikana kwa jina la Jerusalem Family TV. Mwalimu Petro na Evodia Mazwile ambapo ukiwa nasi huko utapata nafasi nzuri zaidi ya kusoma neno la Mungu kwa ukaribu na kuendelea kulielewa. Upande wa YouTube usisahau kusubscribe, na upande wa Facebook usisahau kutufollow. Karibuni sana watu wa Mungu, tufungue kwa sala ili tuanze rasmi kipindi chetu kwa jina la baba na mwana na roho mtakatifu amen baba mungu tunakushukuru tunasema asante kwa ajili ya siku ya leo ambayo baba unatuunganisha nao kuweza kusoma neno lako tunaomba roho mtakatifu we pamoja na sisi kwa upendo wako pamoja na hekima yako tuwezeshe tuweze kusoma neno la mungu na kila mmoja wetu aweze kulielewa hekima yako ijifunue ndani yetu e bwana ili kwa neno lako tuendelee kuwa na uzima na tuendelee kuwa hodari katika jina la baba mwana na roho mtakatifu tuseme amen Karibuni sana wapendwa, ni kipindi cha kusoma neno na leo tunasoma Mathayo 21:22. Tuungane na ndugu zetu wa Word Project. Mlango wa 21. Hata walipokaribia Yerusalemu na kufika Bethfage katika mlima wa Mizeituni, ndipo Yesu alipotuma wanafunzi wawili, akawaambia, Enendeni mpaka kijiji kile kinachowakabili na mara mtaona punda amefungwa na mwanapunda pamoja naye, wafungueni mniletee. Na kama mtu akiwaambia neno, semeni Bwana anawahitaji, na mara huyo atawapeleka. Haya yote yamekuwa ili litimie neno lililonenwa na nabii akisema, Mwambieni binti Sayuni, tazama mfalme wako anakuja kwako, mpole, naye amepanda punda na mwanapunda mtoto wa punda. Wale wanafunzi wakaenda zao wakafanya kama Yesu alivyowaamuru, wakamletea yule punda na mwana punda, wakaweka nguo zao juu yao, naye akaketi juu yake. Watu wengi katika ule mkutano wakatandaza nguo zao njiani, na wengine wakakata matawi ya miti, wakayatandaza njiani. Na makutano waliotangulia na wale waliofuata wakapaza sauti wakisema, hosana mwana wa Daudi, ndiye mbarikiwa yeye ajaye kwa jina la Bwana, hosana juu mbinguni. Hata alipoingia Yerusalemu, mji wote ukataharuki, watu wakasema, ni nani huyu? Makutano wakasema, huyu ni yule nabii Yesu wa Nazareti ya Galilaya. Yesu akaingia ndani ya hekalu akawafukuza wote waliokuwa wakiuza na kununua hekaluni, akazipindua meza za wabadili fedha na vitu vyao waliokuwa wakiuza njiwa, akawaambia imeandikwa, nyumba yangu itaitwa nyumba ya sala, bali ninyi mmeifanya kuwa pango la wanyang'anyi. Na vipofu na viwete wakamwendea mle hekaluni, akawaponya. Lakini wakuu wa makuhani na waandishi, walipoyaona maajabu aliyoyafanya, na watoto waliopaza sauti zao hekaluni wakisema, hosana mwana wa Daudi, walikasirika, wakamwambia Wasikia hawa wasemavyo? Yesu akawaambia Naam. Hamkupata kusoma kwa vinywa vya watoto wachanga na wanyonyao umekamilisha sifa? Akawaacha akatoka nji ya mji mpaka Bethania, akalala huko. Hata asubuhi, alipokuwa akienda mjini, aliona njaa. Akaona mtini mmoja kando ya njia, akauendea, asione kitu juu yake ila majani tu, akauambia yasipatikane matunda kwako tangu leo hata milele. Mti ukanyauka mara. Wanafunzi walipoona walistaajabu, wakisema Jinsi gani mti umenyauka mara? Yesu akajibu akawaambia, Amin nawaambia mkiwa na imani, msipokuwa na shaka, mtafanya si hilo la mtini tu, lakini hata mkiuambia mlima huu, Ng'oka ukatupwe baharini, litatendeka na yoyote mtakayeyaomba katika sala mkiamini mtapokea. Hata alipokwisha kuingia hekaluni, wakuu wa makuhani na wazee wa watu wakamwendea alipokuwa akifundisha, wakasema, ni kwa amri gani unatenda mambo haya? Naye ni nani aliyekupa amri hii? Yesu akajibu akawaambia, na mimi nitawauliza neno moja, ambalo mkinijibu nami nitawaambia ni kwa amri gani ninayatenda haya. Ubatizo wa Yohana, ulitoka wapi? Ulitoka mbinguni au kwa wanadamu? Wakahojiana wao kwa wao wakisema, tukisema ulitoka mbinguni, atatuambia mbona basi hamkumwamini? Na tukisema ulitoka kwa mwanadamu, tuogopa mkutano, maana wote wamwona Yohana kuwa ni nabii. Wakamjibu Yesu wakasema, hatujui. Naye akawaambia, wala mimi siwaambii ninyi ni kwa amri gani natenda haya. Lakini mwonaje? Mtu mmoja alikuwa na wana wawili, akamwendea yule wa kwanza akasema, mwanangu, leo nenda kafanye kazi katika shamba la mizabibu akajibu, akasema, naenda bwana, asiende. Akamwendea yule wa pili, akasema vilevile, naye akajibu, akasema, sitaki. Baadaye akatubu, akaenda. Je, katika hao wawili ni yupi aliyefanya mapenzi ya babaye? Akamwambia, ni yule wa pili. Basi Yesu akawaambia, amin nawaambia watoza ushuru na makahaba wanatangulia mbele yenu kuingia katika ufalme wa Mungu, kwa sababu Yohana alikuja kwenu kwa njia ya haki, ninyi msimwamini, lakini watoza ushuru na makahaba walimwamini; nanyi hata mlipoona hamkutubu baadaye ili kumwamini. Sikilizeni mfano mwingine. Kulikuwa na mtu mwenye nyumba, naye alipanda shamba la mizabibu, akalizungusha ugo, akachimba shimo la shinikizo ndani yake, akajenga mnara, akapangisha wakulima, akasafiri. Wakati wa matunda ulipokuwa karibu, akawatuma watumwa wake kwa wale wakulima, wapokee matunda yake. Wale wakulima wakawakamata watumwa wake, huyu wakampiga, na huyu wakamuua, na huyu wakampiga kwa mawe. Akawatuma tena watumwa wengine wengi kuliko wa kwanza, wakawatenda vile vile. Mwishowe akamtuma mwanawe kwao, akisema, watamstahi mwanangu. Lakini wale wakulima walipomwona yule mwana wakasemezana wao kwa wao, huyu ni mrithi, haya natumue, tuutwaye urithi wake. Wakamkamata, wakamtupa nje ya shamba la mizabibu, wakamuua. Basi atakapokuja yule bwana wa shamba la mizabibu atawatendaje wale wakulima? Wakamwambia, atawaangamiza vibaya wa wale wabaya, na shamba la mizabibu atawapangisha wakulima wengine watakaomlipa matunda kwa wakati wake. Yesu akawaambia, hamkupata kusoma katika Maandiko, jiwe walilolikataa waashi, hilo limekuwa jiwe kuu la pembeni? Neno hili limetoka kwa Bwana, nalo ni ajabu machoni petu. Kwa sababu hiyo nawaambia, ufalme wa mbinguni utaondolewa kwenu, nao watapewa taifa lingine lenye kuzaa matunda yake. Naye aangukaye juu ya jiwe hilo atavunjikavunjika na yeyote ambaye litamwangukia litamsaga tikitiki. Wakuu wa makuhani na Mafarisayo waliposikia mifano yake, walitambua ya kuwa anawanenea wao. Nao walipotafuta kumkamata waliogopa makutano, kwa maana wao walimwona kuwa nabii. Mlango wa ishirini na mbili. Yesu akajibu akawaambia tena kwa mithali akisema, ufalme wa mbinguni umefanana na mfalme mmoja aliyemfanyia mwanawe arusi. Akawatuma watumwa wake wa wawaiti walioalikwa kuja arusini, nao wakakataa kuja. Akawatuma tena watu kwa wengine akisema, waambieni wale walioalikwa, tazameni, nimeandaa karamu yangu, ng'ombe zangu na vinono vimekwisha kuchinjwa na vyote vimekuwa tayari, njoni harusini. Lakini hawakujali wakaenda zao, mmoja shambani kwake, mmoja kwenye biashara yake, nao waliosalia wakawakamata watumwa wake, wakawatenda jeuri na kuwaua. Basi yule mfalme akaghadhabika akapeleka majeshi yake akawaangamiza wauaji wale akauteketeza mji wao. Kisha akawaambia watumwa wake, arusi i tayari, lakini wale walioalikwa hawakustahili. Basi enendeni hata njia panda za barabara, na wote mwaonao waiteni arusini. Watumwa wale wakatoka wakaenda njia kuu, wakakusanya wote waliowaona, waovu kwa wema; arusi ikajaa wageni. Lakini alipoingia yule mfalme ili kutazama wageni wake, akaona mtu mmoja asiyevaa vazi la arusi. Akamwambia, rafiki, uliingiaje humu nawe huna vazi la arusi? Naye akatekwa. Mfalme akawaambia watumishi, mfungeni mikono na miguu, mchukueni, mkamtupe katika giza la nje, ndiko kutaka kukuwa kilio na kusaga meno. Kwa maana waitwao ni wengi, bali wateule ni wachache. Ndipo Mafarisayo wakaenda zao wakafanya shauri jinsi ya kumtega kwa maneno. Wakatuma kwake wanafunzi wao pamoja na Maherodi wakasema, Mwalimu, twajua ya kuwa wewe u mtu wa kweli na njia ya Mungu waifundisha katika kweli, wala hujali cheo cha mtu awaye yote, kwa maana hutazami sura za watu. Basi utuambie waonaje, ni halali kumpa Kaisari kodi ama sivyo? Lakini Yesu akaufahamu uovu wao, akasema, mbona mnanijaribu enyi wanafiki? Nionyesheni fedha ya kodi. Na wakamletea dinari. Akawaambia, ni ya nani sanamu hii na anwani hii? Wakamwambia, ni ya Kaisari. Akawaambia, basi mlipeni Kaisari yaliyo ya Kaisari, na Mungu yaliyo ya Mungu. Waliposikia walistaajabu wakamwacha wakaenda zao. Siku ile Masadukayo, watu wasemao ya kwamba hakuna kiama, wakamwendea wakamuuliza wakisema, Mwalimu, Musa alisema mtu akifa akiwa hana mtoto, ndugu yake na amwoe yule mkewe, ili ampatie nduguye mzao. Basi kwetu kulikuwa na ndugu saba, wa kwanza akaoa akafariki, na kwa kuwa hana mzao akamwachia ndugu ya mke wake. Vivyo hivyo wapili naye, na watatu, hata wote saba. Mwisho wa wote yule mwanamke akafa naye basi. Katika kiama atakuwa mke wa yupi katika wale saba? Maana wote walikuwa naye. Yesu akajibu akawaambia, mwapotea kwa kuwa hamyajui maandiko wala uweza wa Mungu. Kwa maana katika kiama hawaowi wala hawaolewi, bali huwa kama malaika mbinguni. Tena kwa habari ya kiama ya watu, hamjalisoma neno lililonenwa na Mungu akisema, mimi ni Mungu wa Ibrahimu na Mungu wa Isaka na Mungu wa Yakobo? Mungu si Mungu wa wafu, bali wa walio hai. Na makutano waliposikia, walishangaa kwa mafunzo yake. Na mafarisayo waliposikia ya kwamba amefumba kinywa wale Masadukayo, walifanya shauri pamoja. Mmoja wao mwanasheria akamuuliza akimjaribu, Mwalimu, katika Torati ni amri ipi iliyo kuu? Akamwambia, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, na kwa roho yako yote, na kwa akili zako zote. Hii ndiyo amri iliyo kuu, tena ni ya kwanza. Na ya pili yafanana nayo, nayo ni hii, mpende jirani yako kama nafsi yako. Katika amri hizi mbili hutegemea Torati yote na manabii na mafarisayo walipokusanyika Yesu aliwauliza akisema, mwaonaje katika habari za Kristo, ni mwana wa nani? Wakamwambia, ni wa Daudi. Akawauliza, imekuwaje basi Daudi katika roho kumwita Bwana akisema, Bwana alimwambia Bwana wangu, uketi mkono wangu wa kuume, hata niwawekapo adui zako kuwa chini ya miguu yako? Basi Daudi akamwita Bwana, imekuwaje ni mwanawe? Wala hakuweza mtu kumjibu neno, wala hakuthubutu mtu yeyote tangu siku ile kumuuliza neno tena.